a uh, aleo tutakuwa na mgeni ndani ya kipindi chetu cha sanaa uh, ya ushairi wangu, na kwenye kipindi chetu cha Ngoja TV cha ushairi n ya kwamba unajishughulisha na sanaa ya ushairi. Watazamaji hapa wamependa kusikia, basi walau hata beti moja au mbili sababu nampenda sana anaacha msikie kidogo hata mtu zake mbili. Naam, ndugu mtazamaji, tumsikilize kijana wetu mdogo hapa akimwambia na walau beti moja mbili. Naam, twende kasi yake. Mungu kwa nura awe rais wa sita, naam, hata kama wakipinga hiyo nimeshaandikwa. Twakuombea kwa Mola afya na hakika mitano tena kwa mama yetu Samia tenia esijiaa kutoka da adodoma Tanzania, inang'ara umeme ni kila kona, yaani umbaya umwena wa mpinzani watakoma. Nkami tano tena kwa mama yetu Samia. Na ndugu mtazamaji, wa Ngoja TV, tuko kwenye kipindi cha sanaa ya ushairi namuni kijana wetu, kama mlivoka na mapenzi nayo uliokuwa nayo na na, eh, unawasamia, tumeona ubeti mmoja hapo, umeelezea kazi za Masamia sijaa, eh, umeelezea hapo. Na oke, okay. Kazi kazi ya sanaa ya ushairi nimeanza mwaka gani? Mm. Ah, sanaa ya ushairi nimeanza mwaka nilianza mwaka 2020 mimi mama Samia anaingia madarakani elfu mbili ishirini na moja. Ila nika stop kidogo kutokana na shughuli mbalimbali za kimasomo na nini na nini. Ukaenda usomo kidogo kidogo kutokana na nani? Kutoka kutoka bila kwa hiyo nikarudi hapa mwaka elfu mbili na ishirini na nne nikaendeleza kudumu na ushairi gal, Mala. na na ni changamoto gani unaweza kukutana nazo kwenye sanaa za ushairi? Maana hakuna kazi siokuwa na changamoto ee, kazi yako hii ina changamoto? Ah, ina ah! changamoto changamoto ni kubwa sana naam. Kwanza sababu bwana mtaani kudharaulika. mm. E, sababu mshairi bwana mpaka mambo watu wanakatisha sana tamaa. Changamoto nyingine, enna, unapenda sana kuperform kwenye shows kubwa ili onekane jina likuwe, lakini shows hizo kuzipata pia itakuwa ngumu, itabidi nipatikane nadhani hawapatikane

Ehe, okay, kwenye sanaa za ushairi na tunao kwenye sanaa za ushairi ni upi? Ni role model wako ambaye una- unamwiga ni kusema mimi ndiyo msanii ambaye mimi naweza nikafanya kama yeye? Ah bwana, kwenye sanaa ya ushairi ni role model wangu

fulani ni nzuri okay. Yeah, na mtazamaji wa Ngoja TV, kama tulivyokueleza mwanzo, tuko kwenye kipindi cha sanaa ya ushairi, na huyu ni kijana wetu Omary akijishughulisha mambo ya sanaa za ushairi. Tungoje hapo hapo, bado kipindi kinaendelea, tunaendelea na uchambuzi wa mashairi. Hii ni Ngoja TV na mimi ni mtangazaji wako